Awa buda, sasa ndio nini? Niendaje shule bila poketi mani? Sinajua kuko mambo na manguli nini nini. Una akili kweli wewe, yani mtu namidaviakolafu takani mi kupatii poketi mani, miaka yote kutoka kufunga shule. Washinda kujituma kupata pesa zako mwenyewe, usema kupatia mimi poketi mani? Buda, hapo unazingua sasa wewe. Lete magoto, si tusepe. Sasa unasemaje? Sasa uenda shule lali jikofia uenda na leo shule hiyo. Mimi besti yangu na mwangusha hapo kwa alafu mimi nisep. Hebu hebu, sasa nisikilize. Mimi mwenzako, wakati nasoma mimi, mjana wangu wewe na student like you. Nilikuwa chombi wazazi pesa. Nilikuwa ninajituma mwenyewe. Mimi nilipelekwa shule, nilipelekwa mimi, tuna uniform. Sawa. Nilikuwa mjanja. Sasa tembea mjanja. Umeona? Mhm. Mm, Ukienda kwa shule kuna maboya watoto ambao wajelewe, sasa unaenda kupiga sachi, sawa. Alafu mbona ulijisahau huku? Kuna watu wanatembea na simu, ulikuwa unachukua kila kitu. Sasa wewe vipi? Sasa buda hapo, nishauri mimi. Ni kaibu ni, nishauri niibe. Kuwa mjanja, iba sasa, lakini ibia wajinga. Wajinga sawa, iba kidogo kidogo, au watu wanapata simu, simu chukua Nimekuelewa buda. Buda idia buda, kuwa hivyo. Bwana safi buda. Oh.